Mtazamaji wa channel yetu ya Malenga Lugo TV, jina langu naitwa Malenga Lugo, bila shaka eh, niko na ustadhi wangu hapa, ambaye ni imamu wa Masjid Rahma ndani ya Majajani hapa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, wa pengine weweze kututafsiria siku ya leo ni siku ya Idul Adha. Kuna wale ambao kwamba hawajui maana ya siku hii, labda pengine waweza kuelezea. Naam, leo ni siku ya Iddul-adh-ha, siku ambayo kwamba ni tukufu na nayo ni katika masiku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyazungumzia utukufu wake katika Qur'ani aliposema e, walfajri wa layalin ashri, na leo ni siku ya kumi katika zile layalin ashri ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizungumzia siku ambayo kwamba ni ya Eid kwetu sisi ambayo kwamba hatukubahatika kwenda haji na pia baada ya Eid tunatekeleza kitendo cha kuchinja, kitendo ambacho kwamba ni kitukufu mbele ya Allah subhanahu wa taala, pia kwa kuweza kumkumbuka baba yetu na mtume wetu Ibrahimu alayhi salam na mwanawe Ismail alayhi salam. Labda pengine watu watarajie nini kuhusiana na hutuba ya leo? Twatarajia mengi tu, yako mengi yanohusiana na siku ya leo na miongoni ni kuweza kukumbushana pia historia chache ya Nabii na Ibrahimu alayhisalam pamoja na familia yake akiwa Nabii Ismaili alayhisalam na mkewe Sara na Hajra. Na nimeona kwa mbali pale kuna ng'ombe watatu. <laughs> <laughs> Mashaallah. Sijui baada na... hapa, ya hapa Malenga Lugo mimi nisubiri nitapata mfuko wangu ama wa namna gani. Tunasema ni <laughs> furaha. Alhamdulillah. <laughs> <laughs> Wako ndugu zetu ambao kwamba pia wametabara kwa udhuhia. Naam. Na wakatuletea mm -hmm. kwa ajili ya Waislamu wote ili waweze kufurahia pia. Naam. Yule ambaye kwamba hana pia aweze kufurahia. Na hii ni sunna ambayo Waislamu wote wataka tuitekeleze kwa sababu yule aliye na uwezo ni achinje. Naam. na am pelekee yule ambaye kwamba mm -hmm. hakuwa na nafasi ya mm -hmm. kuchinja mm -hmm. Kwani hili pia Mtume sallallahu alaihi wasallam wasallam alikuwa akilifanya wakati alipokuwa akichinja mm -hmm. na akiweza kugawanyia wale majirani zake ambao kwamba walikuwa wanaishi na yeye. Kwa hiyo mm -hmm. leo ni siku ya furaha mm -hmm. siku ambayo kwamba kila mmoja ataikania, awe na tabasamu, waaliye nacho na ambaye kwamba hana. hana kwa hiyo na, na imani nyama zitakuwa zenye kutembea zenye kusambazwa kwa kila nyumba na kwa kila Muislamu inshallah ili watu wote wafurahi. Shukran sana ustadhi Muhamad. Bila shaka huyo ni ustadhi Muhamad Ali ambaye yeye ni imamu kuu wa madrasa Rahma, madrasatu Rahma ama masjid Rahma. Kwa hivyo bila shaka tayari upande wa pili niko na ustadhi mwengine kaka hangu pale nam. Karibu sana ustadhi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifa hal, nashukuru pia alhamdulillah. Naam, labda kwanza unanzi <tip> jina lako unaitwa nani? <Nahum. tip> halafu <tip> zidi kusanga kenga na labda hebu tuelezee kidogo kuhusiana na siku ya leo. E, siku ya leo kama alivyotangulia mwenzangu Ustad Muhammad Ali ni siku ya furaha, ni siku ya kusherehekea, ni siku ya kutembeleana Waislamu, siku ya kusameheana, inapo kuna yule ambaye kwamba mlikwaruzana hapa na pale Naam, basi mnasameheana na mnasahau. Mm -hmm. Naam. Na labda pengine tutarajie shamra shamra gani? Labda shamra shamra vile vile ni kama ambavyo kwamba mwenzangu <laughs> ameamaliza <laughs> baada ya swala inshallah tutapata hutba na, na pia baada ya hutba na, watu watakwenda kupata viamsha kinywa kisha mm -hmm. warudi hapa mm -hmm. kwa ajili ya kuchinja na ndilo mm -hmm. kusudio haswa ama malengo mm -hmm. ya siku ya leo. Shukrani sana. Bila shaka huyu ni Ustadh Abdalla, anaweza kutuelezea mawili matatu kuhusiana na shamra shamra za siku ya leo, siku ya Idul Adha.